Habari kamili. Tokyo. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Japan hivi leo katika siku ya pili ya ziara yake barani Asia, ambapo hapo kesho anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Sanae Takaichi katika mkutano wenye lengo la kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Japan. Ziara ya Trump barani Asia imekuwa pia fursa ya kusaini mikataba kadhaa ya kibiashara kabla ya kuhudhuria pia siku ya Jumatano mkutano wa kilele wa jumuiya ya ushirikiano wa kiuchumi ya nchi za Asia Pasifiki APEC katika mji wa Gyeongju nchini Korea Kusini. Trump atakamilisha ziara yake kwa kufanya mkutano wa kilele na rais wa China Xi Jinping siku ya Alhamisi huko Korea Kusini, ambapo viongozi hao wanalenga kutafuta suluhu ya miezi kadhaa ya vita vya kibiashara. Moscow Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza hapo jana kuwa nchi yake inatarajia kufanya jaribio la kombora la masafa lenye uwezo wa nyuklia la Burevestnik, hatua iliyokosolewa vikali na rais wa Marekani Donald Trump aliyemtaka Putin kumaliza vita. Sidhani kama ni busara kwa Putin kusema hayo, anapaswa kumaliza vita, vita ambavyo vingechukua wiki moja sasa vinaelekea katika mwaka wake wa nne. Hilo ndilo linalopaswa kufanya badala ya kujaribu makombora mapya hayo yakiharifiwa, Urusi imesema imefanikiwa kudungua droni 193 zilizorushwa na Ukraine, zikiwemo 34 zilizokuwa zimeulenga mji mkuu Moscow na 47 zikililenga jimbo la Bryansk, ambako mtu mmoja ameripotiwa kuuawa na wengine watano wakijeruhiwa. Yaunde. Mamia ya waandamanaji wa upinzani walifurika katika mikoa mbalimbali nchini Kamerun wakihimiza matokeo sahihi ya uchaguzi wa rais yanayotarajiwa kutangazwa rasmi hii leo na mahakama kuu. Watu wanne wameuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa kiongozi wa upinzani anayedai kushinda uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 12. Isa Chiroma Bakari ambaye alipambana na Rais Paul Bia aliyetawala kwa miaka 43 aliwataka wafuasi wake kuandamana kwa, kwa amani usiku wa kuamkia tangazo hilo licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Chiroma anasema alishinda kwa asilimia 54.8 ya kura, lakini wachambuzi wengi wanatarajia kuwa Bia mwenye umri wa miaka 92 atajishindia muhula wa nane madarakani katika uchaguzi ambao wakosoaji wanasema umeshuhudia wizi wa kura. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.